Okay. Um, kwa hiyo baada ya kuishi Ujerumani kwa muda mrefu, unadhani ni vitu gani ambavyo ungependa Watanzania ambao wanapenda kuja Ujerumani au wageni wavifahamu kabla ya wajaje, ili kuepuka makosa um, ambayo wanaweza kuyafanya mwanzo, ili kufanya uh, safari yao na uwepo wao Ujerumani uwe smooth kabisa bila matatizo. Aha. Yeah. Uh, kujibu swali lako, tunarudi kwenye lugha, lugha ndo chimbuko la kila kitu. Kiangalia kwa German ona, ukiwa na ruha, basi mlango umeshaanza kufunguka. Alafu pia inabidi utambue kwamba una, una unaanza safari yako una, safari yako unakuja huku unakuja kufanya kitu gani? Ona kama ni kazi, uh, unatakiwa uangalie kwamba ile I, I, I, ile sehemu ambao unaenda kufanyia kazi ni vitu gani ambavyo wanavyohitaji? Mona kama ni, ni, ni elimu mon. Je, ume, umefanyia recognition vyeti vyako Mwana. Vitu kama hivi unatakiwa uwe tayari umejiandaa navyo mona. Pia unafikia api unafikia um, kuna kampuni ambazo ama kampuni ya, Uh, ama sehemu za kazi ambazo ziko tayari kuwalipia watu uh, sehemu za kuishi umeona, au zinakuwa zime, zimewaandalia sehemu za kuishi o, hii inakuwa easy kama, kama si hivyo, unatakiwa ujue kabisa unafikia wapi, okay. So, kwa njia moja au nyingine ya hivi yeah, ni vitu vya kujiandaa kwamba unaruha una, una unafikia wapi je, yeah, una vitu ambavyo ambavyo ukisema unaenda vinahitajika, viko sahihi, umevifanya kuwa sahihi. Hivi ni vitu ambavyo vya kuangalia sana.